A no, wa kawaida sana she. Yani, kaa kwenye mic zako kwanza kuelezea uwezo wa Simba ni udhaifu. Simba ni ya hovyo, kwa sababu angalia goli ambalo wamelipata la Dese Mungwala. Tokea hapo wamefanya dangerous attack ipi. Wanarudia makosa yale yale ya kimataifa. Kipindi cha pili karibu dakika zote zote 45, wajapata shot on target. Kwa Kwa hiyo hiyo uh, kikubwa ya ya ya mechi ya leo leo man man of of the the match match ni ni Elisasi. Kama unavyofahamu, Simba akicheza man of the match isipokuwa Elisasi penalty. Lakini lakini leo bahati ya penalty ilikuwa upande wa wa Singida lakini zote zimemezwa. Kwa hiyo Elisasi, narudia tena ni refa wa hovyo hovyo hovyo hovyo. Kiwango chao cha kawaida Shemio, kidogo muamuzi anaweza kwa man of the match Elisasi ni utumbo utumbo utumbo hivi. Sasa alitaka wachezaji wa Singida mpaka wachomwe visu ndo watoe penati? Goli la huku kipindi cha kwanza mwishoni ameizima, kipindi cha pili mwanzoni goli la kule ameizima. Sasa alikuwa anataka mpaka wachezaji wa Singida wachomwe visu ndo watoe penati au vipi? Yaani nimeshindwa kumwelewa kabisa. Sasa kwa mtazamo yake alikuwa naona kabisa kwamba matukio kwa afana Jonathan Soa hayakuwa sahihi Kweza, uh, kwa mulu, kwa penalty, ah, amna, yani, unajua mwamuzi uwezo wake ni mdogo kwa sababu kuna, sim, kuna nyakati Simba wamefanyiwa faulu, mwamuzi na kuwa faulu, faulu alipaswa naye kula umeme leo mapema sabu, chapili, yani, tu kabla ya kufanywa, sababu kipindi cha pili kilivyorejea, yani sio tu kwamba Elisasia anawapendelea Simba, hajui kuchezesha mpira leo. Elisasia hajui kuchezesha mpira. Lini amechezesha vizuri Elisasia? kwa, kwa yani vizuri. Hizi mechi kuna waamuzi kina Amina Kiando kina, uh, kina, kina Ragija, uh, kina Ikambi, uh, kina Mkonge waamuzi Tanzania refa wa, na wa hovyo hovyo hovyo hovyo, sio anawapendelea Simba. Elizazi ni mrefa wa hovyo hovyo hovyo hovyo. E, yani astahili hata kuchezesha ligi ya wanawake. Kwa hivyo kwa ulivyoutazama uwezo uh, wa Simba leo baada ya kurejea katika ligi ya NBC, unaiona ukiendelea ukiendelea kuwa challenge katika nyang'anyicho ya ubingwa, uwezo wao kawaida sana she, yani kaa kwenye mike zako kwanza kuelezea uwezo wa Simba ni udhaifu Simba ni ya hovyo sababu angalia goli ambalo wamelipata la Desi Mukwala, tokea hapo wamefanya dangerous attack ipi? Wanarudia makosa yale yale ya kimataifa. Kipindi cha pili, karibu dakika zote zote 45 wajapata shoot on target. Kwa kwa hiyo hiyo uh, kikubwa ya mechi ya ya mechi leo leo, man of the match, ni Elisasi. Kama unavyofahamu Simba akicheza, man of of the the match match ni ni Elisasi Elisasi Elisasi, kama Simba isipokuwa penalty, lakini lakini bahati ya penalty ilikuwa upande wa wa Singida zimemezwa. Narudia tena, ni refa wa hovyo hovyo hovyo hovyo. Tutegemee kuona kwamba Uh, Juni 15 mtapeleka timu baada ya uh, Simba kuendelea kukusanya alama sasa na kuwakaribia. Msimamo um, wetu ni ule ule, hatuchezi shee. Yaani isitokee tu mechi tu imeisha mechi hii imeisha mechi ile ukaanza kutuuliza tutapeleka Yanga. Hatuchezi mechi ya tarehe 15. Ndio maana mimi nawaambia Simba wanajisumbua tu, ubingwa ni wa kwao kwa sababu sisi tutakata alama 15 za kutokucheza, kwa hiyo hatuchezi na hatutacheza wala tufikiri kucheza. Hata Simba afungwe mechi zote zinazokuja, kwa sababu nyiwe waandishi, mnajua labda tunasubiri Simba aanguke tuseme tunacheza. Hashinde, afungwe, ya ya draw tucheze.